Mtazamaji huu hali gani hapo ulipo? Asante kwa kuendelea kuwa nami katika mambo mbalimbali ya kujuzana taarifa, maarifa, lakini pia kubadilishana mawazo katika uh, kupitia ukurasa wa comment selection. Leo nimeona tuzungumze jambo moja ambalo ni mtazamo wangu ambao ninadhani ni muhimu sana kuzungumza mambo haya kama taifa, nikiwa mmoja wa vijana wakati wa Tanzania. Nadhani tumefika mahala ambapo tunataka kuliharibu taifa letu kwa sababu ya kutaka kuchukua utukufu wa Mungu na kuwapa baadhi ya viongozi wetu, jambo ambalo nadhani ni kama tunawaharibu viongozi ni. Niombe sana, niombe sana, tusiwaharibu viongozi wetu, kuwapa utukufu ambao hawana, kuwapa utukufu wa kudhani wao ni binadamu. Tukumbuke mambo mawili. Jambo la kwanza ni vema tukajua kwa nini viongozi wamejiwekea kinga ya kuto kushitakiwa? Kwa nini viongozi wamejiwekea kinga ya kuto kushitakiwa? Kwa sababu moja, hili ni muhimu sana tujue, kwa sababu wanafahamu pia kwamba wao ni binadamu, wanaweza kukosea ndiyo maana wamejiwekea kinga ya kuto kushitakiwa. Jambo la pili, turejee katika mazungumzo. Wakati wa uzinduzi wa kitabu chake, marehemu rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa alisema anajutia kufanya maamuzi ya mauaji kule Zanzibar wakati mwaka elfu mbili na moja nadhani baada ya kushauriwa vibaya na wasaidizi wake. Hili ni muhimu sana kama kiongozi. Ndio maana huwa ninasema wapambe ni hatari kuliko kwapa la shetani, wapambe ni hatari kuliko kwapa la shetani. Zimetokea sifa hapa karibuni katika nchi zetu za Kiafrika, ikiwemo Tanzania tukidhani tukimsifia sana Mheshimiwa Rais, badala ya kumweleza pia changamoto zilizopo kwa ukweli na uhakika, kwamba hata tupendelea, tukumbuke, hata kama tunajipendekeza kwa namna moja ama nyingine, labda tupate vyeo. Kwa mfano, kuna wilaya ngapi katika nchi yetu ya Tanzania? Hazizidi mia moja na hamsini hazizidi, nadhani ziko chini ya hapo, au hazizidi mia mbili hata wakuu wa wilaya wakitenguliwa kila siku, hatuwezi wote kuwa wakuu wa wilaya. Hata wakuu wa mikoa wakatenguliwa kila siku, hatutaweza kuwa wakuu wa mikoa. Hata nafasi za ubunge za uteuzi ama za kuteuliwa na rais ziko ngapi? Unawaharibu viongozi, tunawasifia mno, na ndio maana imetokea sasa baadhi ya wananchi, hata mheshimiwa rais au kiongozi mkubwa akizungumza mbele yao hawashangilii, kwa sababu yanazungumzwa vinazungumzwa vitu ambavyo haviwagusi wao wananchi, kwa namna moja ama nyingine, ni vile ambavyo vimezoeleka tu. Nasisitiza, tusiharibu viongozi wetu, tunawaharibu viongozi wetu, tunaliharibu taifa letu, tunawasifia kwa kupitiliza. Sisemi kuwasifia ni, ba, ni jambo baya, hapana lakini sizidi, imeanza kuzidi na imetokea siku mbili siku tatu hivi, baadhi ya watu wanaamua hata kuandika maandiko ya kujipendekeza hata pasipo, ku... yaani pasipo hata kuangalia kwamba nini ambacho nataka kufanya au kuandika au kusema, hasa kwa masuala ya mbunge wa Kawe, Askofu Josephat Mugwajima, na mbunge wa Simiu, wa Simiu wa Kisesa kule mkoani Simiyu, Bwana Ruaga Mpina, yani ni kama wamekuwa kama wakosefu wa nchi hii kwa kiasi ambacho hakivumiliki, yote kumchochea rais tu. Tusimchochee rais wetu, tusimuharibu rais wetu. Rais wetu ni mzuri sana. Tazama mwanzo wake alipokuwa ameanza, wakati ajazingirwa, sasa ajaanza kupata watu wapambe wengine hawajawa na watu wengine wa kumshauri kama raisi kwa namna moja ama nyingine ajapata miemko ya machawa. Je, rais wetu Dr Samia Suluhu Hasan hivi alivyo sasa ndivyo kama alivyokuwa ameanza? Taifa hili linahitaji tabasamu. Watanzania wengi hawana furaha, wanahitaji mtu wa kuwafariji, na mfariji wa kwanza katika nchi ni rais. Tusimharibu rais wetu. Rais wetu ni mzuri. Wapambe, ni wapambe, ni hatari kuliko kwapa la shetani. Turejee Mheshimiwa Mkapa, alijuta juta kufanya maamuzi yale aliyokuwa ameyafanya kule Zanzibar, kwa sababu ya kushauriwa vibaya aliposema. Yeye, tusimtengenezee kitabu kibaya Mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tusimharibu, tusiharibu na viongozi wengine kwa sababu sifa hizo hizo hizo tunazomsifia Mheshimiwa rais kwa kupitiliza, pia tutaanza kuwasifia hata walioko huku chini kwa kupitiliza, madhara yake ni makubwa. Hawa ni viongozi ambao neno lao moja moja ni sheria, neno lao moja linaenda kutekelezwa. Ni waombe wa Tanzania wenzangu, ni wasii wa Tanzania wenzangu Muonapo kivuli cha mtu mfupi kimekuwa kirefu basi ujue kwamba kuna pambazuka ama ni machweo. Na waswahili wanasema fimbo haimzuii mtu jua. Tusiwaharibu viongozi wetu, nasisitiza na, na ninawaomba sana, tusiwaharibu viongozi wetu kwa mfano Hebu naomba niandikie katika comment selection makosa hata matatu ama mawili aliyoyafanya Ruaga Mpina, na tujiulize, kwa nini Ruaga Mpina alichokuwa anaongea mbele ya Mheshimiwa rais alikuwa anashangiliwa na, na baadaye viongozi wengine wakaja kuongea wananchi wakakaa kimya. Je, hatujiulizi chochote hapo? Rais wa awamu ya tano John Pombe Magufuli aliwahi kuambia askari polisi kwamba Watanzania hawa siyo wajinga, na mimi naomba nirejee kwamba, enyi viongozi, Watanzania hawa sio wajinga. Sio kwamba waoni yanayoendelea, sio kwamba waangalii mienendo yenu, sio kwamba wawangalii wanaowasifia. Je, wanawasifia katika haki? Ni waombe viongozi, kueni na kiasi cha kupokea hizi sifa ambazo baadhi wanawapitiliza, wanaanza kuwapa na utukufu ambao ni kama wa Mungu ambao nyie hamna. Sisi sote ni binadamu tu, tuna vyeo tofauti lakini ni binadamu tu. Tupeane faraja, tupeane amani, tupeane hamasa ya furaha katika nchi yetu, tupeane mwamko wa kuheshimiana katika haki katika taifa letu. Watanzania wawe na furaha katika masuala ya haki, upendo na kuamshana hisia za kulipenda taifa letu kwa pamoja. Niwaombe Watanzania wenzangu, tusiwaharibu viongozi. Huu ndio ujumbe wangu leo kwenu kwamba tusiwaharibu viongozi kwa kuwapa sifa za kila siku ambazo zingine si za kweli. Changamoto zipo kwenye maeneo yetu, kila eneo kuna changamoto. Na tusiwachonganishe watu na viongozi, tusiwachonganishe viongozi na viongozi wenzao, mwiko. Tuseme kwa ukweli kila mmoja aseme hata kwa mwenye moyo wake hata usipokuwa hata usipoandika kwenye comment selection. Hebu sema na moyo wako, kitu gani ambacho wamekisema Gwajima ambacho Watanzania hawajapenda? Kitu gani ambacho wamekisema Ruaga Mpina ambacho Watanzania hawajapenda. Usiwachonganishe viongozi na viongozi wenzao, mwiko. Lilete taifa katika mikono salama, katika mikono ya amani, katika mikono ya furaha Tufurahie taifa letu, turejeshe Tanzania kwa kisiwa cha amani, amani ya ukweli. Si kwamba amani haipo, bali ipo, lakini amani ya kweli kutoka moyoni, na kila mmoja aone, sio kusikia tu. Yenye wa Tanzania, tuache kuharibu viongozi wetu, na hili nakemea katika haki, tuache kuharibu viongozi wetu kwa kuwapa sifa ambazo zingine hawana. Ukipewa nafasi pia ya kuwa kiongozi, kuwa mbunifu tu, kuwa mbunifu ili pia hata Mheshimiwa Rais afurahi uwepo wako, kukuteua kwako, kukuteua wewe kuwa kwenye eneo fulani kwa sababu ya ubunifu wako. Tumsaidie rais kufikiria, kutumia akili zetu kweli, ukweli, ukweli. Wakati wewe unamsifia rais, basi na wengine sasa wakusifie wewe kwamba na wewe umefanya kitu fulani. Hebu tazama kwa mfano, huyu mkuu wa wilaya ya Mvomero ameanzisha kitu cha tutunzane, wafugaji na wakulima tutunzane. Umeona eh? Kila yani kina sound. Wewe umefanya nini zaidi ya mama na upiga mwingi? Wewe umefanya nini? Hapana, tupendane turejeshane tusameheane kama kuna makosa. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza, nawe karibu katika comment section kutoa maoni yako. Hii ni Nyikani TV Afrika na langu jina ni Gordon Kalulunga Mwaipungu.